Welcome to our channel. Kibaki Video. Today we're here in Dar es Salaam city uh, Kitambaa, Kitambaa Cheupe. We call it Kitambaa Cheupe. Ndo jina gani na, na atatuambia what's going on in here Kitambaa Cheupe, but she's gonna use her mother tongue which is Swahili. Habari yako dada? Salama. Marahaba. Ah, nilikuwa natakuuliza kwa nini yani why you are here? Kwa nini uko hapa Kitambaa Cheupe usiku? Niko hapa kwa ajili ya kuenjoy pamoja na kutafuta pesa. Na kutafuta pesa. Ah, nilikuwa natakuuliza wateja wako ma, siku ambayo siku nzuri ambayo wewe unaweza kutengeneza bei gani na siku ambayo ile kwa dead ah ume unatengeneza bei gani kwa siku? Kwa siku za weekend naweza nikatengeneza laki tatu, laki nne, laki nne na nusu. Kwa siku za weekend ambazo zimechangamka. Kwa siku za kawaida naweza nikaingiza laki na nusu, laki mbili kwa siku na kuna haya matatizo, yani wanaita STD ambayo maradhi ya kuambukiza umeona, na gonorea. Sasa wewe unakuwaje, wateja wako, una una unajali kuhusu condom au raba? Najali sana kuhusu condom. Na unakuwa nazo wewe au wateja wako? Nakuwa nazo mimi peke yangu. Okay, na inakuwaje mteja kwa mfano mm -hmm. amekwambia mi ame sitaki kutumia condom, anataka tuende hivi hivi? Nakuwa na condom na mafuta Wow. Kwa hiyo mteja mwingine anaweza akatwambia nataka twende kavu, mwingine yeah. Anaweza akakwambia tufanye kwanza vipimo ndio tuende kavu. Okay, na hivyo vipimo unapata resulti, uh, at the same time I mean, right away au vinachukua muda au dakika ngapi vinachukua kupata results? Kupata majibu vinachukua dakika tano? Dakika tano mpaka nne ana... Na hivyo vipimo unavyo mwenyewe au unaenda ana anakuwa navyo mteja au mteja anavyopata pharmacy. Una watoto ngapi? Na watoto wawili wanasoma wanasomasi. Na unategemea kazi hii kwa kusomesha watoto wako? Ndio, naitegemea kazi hii kusomesha watoto wangu, na pia kunisaidia mimi maisha yangu. kuna kuna changamoto gani ambazo wanapata um, madada, labda kutolipwa au labda wanaume u, yaani problem yoyote ambayo unaweza kutu, kutuambia au kushare hata rafiki yako ya nani? Kuna changamoto nyingi sana tunazozipata. Moja wapo, unaweza kumshia pesa kwenye simu ukarudishwa mbili pia, unaweza ukapewa hela kesh labda, ukaa umelala umezima, akaja kakuibia tena zile pesa. Mwingine anaweza akakutishia maisha, maana kuna wateja wengine pia tunatoka nao, wanamiliki bastola, visu, viwembe. Wateja kama huwa tunakutana nao sana. Kuna wengine pia unaweza ukalala naye, asubuhi pia akamkuibia viatu, simu, hela nyingine, labda ambazo umetoka kupewa na wateja wengine huko kwa hiyo vitu kama changamoto kama hizo zipo. Pia wengine wanaweza wakakupiga, labda wanataka wafanye kinyume na maumbile kinguvu, sababu umechukua pesa nyingi. Now what about, sasa nyingine, mtu anatokezea mtu ana ana ana-, ana, ana kurepu, hujawahi uh, kubakwa uh, labda mtu akakubaka badala hivi, yani akatumia ya nguvu. Ah, kwa mimi sijawahi kupigwa ngumi labda ni mwe, yaani ni wewe tu kutofautiana na mteja. Haijaku kutu... challenge kwangu mimi. Yeah. Ina haijaku kutokea ya ugomvi. Sana sana ni ya kutokutumia kondo. Ah, okay. Na una boyfriend au hmm, husband? Yaani yeah, nina boyfriend. Sasa inakuwaje, kwa mfano labda imetokezea wazungu wanasema love at first sight. Uka umepata mteja, ukamwona tu kaona da labda mrefu ana six pack. Mwona handsome kuliko ule wa kwako, haija kutokezea uka, uka fall in love? E, inatokea. Sasa inakuwaaje? n yani, inabidi unambwaga bwana wako au inakuwaaje? Ah, inatokea lakini kwa muda huo sio kufanya tendo, haitokezei ha, tena baadaye ukaanza kumfuatilia kwa sababu labda hawa anakupa pesa nyingi ah, kwa maana hiyo wanasema money talks. Yeah. Na una ushauri gani kwa hasa watoto wa kike in general, umeona ah, na shughuli hizi na nawashauri pia watoto wa kike, si so tunapendelea sana kufanya kazi kwa sababu sio nzuri, na pale tunapoambiwa wasome kwa bidii wasome kweli, kwa sababu baadaye watakuja kuingia kwenye madhara kama haya. Maana haya ni matatizo tunajitakia, to sio kama tunapenda, inatubidi ili tuweze kupata pesa. Ah, na inakuwaje, unakuwepo hapa tu kitambaa cheupe au unakuwepo na sehemu sehemu nyingine ambazo labda element au sehemu awesome, nyingine nyingine nakupa sehemu nyingine yana element wavuvi hivyo, yani kuko bichi. Na siku gani ambayo ndio siku siku nzuri kwa biashara? Siku nzuri sana za biashara Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kidogo. Uh, na jingine na labda lastly uh, inakuwaje, kwa mfano mtu umeona labda mtu kwa nje ya nchi anataka kukusaidia Uh, nataka labda wa if you don't mind, unaweza kuambia namba yako kama ya anataka kutumia pesa labda uhitaje, ili watu wasije ukafikiria labda ya unakupa namba ya kwangu mimi. yeah, nitashukuru sana kama kutatokea mtu atakayeweza kunisaidia mimi pamoja na familia yangu. Nitataja namba zangu za simu ili waweze kunishia hizo pesa. Namba hiyo ni ya Mpesa, sifuri saba sitini na saba themanini na tano arobaini na mbili hamsini na moja. Ah, jina litatokea residence ya Shirima. Jina gani? Sema tena. Jina litatokea residence ya Shirima, ni jina ambalo nimeomba kwa ajili ya usajili. Ah, yeah. yeah. Okay, okay, asante sana. Uh, usiku mwema. Asante asante, karibuni tena.